Simba leo amekuja kututembelea, wajalie kila laheri. heri tosiwe kila la nishari. wajalie mechi yao watakaocheza leo washinde. Sallallahu alaihi wa sallam. <coughs> <coughs> <coughs> Huku kwa mama yetu mama wa kituo Bi Khadija, e, ingawa akanirushia mpira. Mimi naitwa Masudi Salim Muhamed, na kama alivyonitambulisha Bi Khadija, nimekuwa karibu na watoto kama rafiki yao, baba yao, anko yao. E, na kwa niaba ya kituo sasa asalam, na kwa niaba ya watoto wetu wazuri e, tutoe shukrani za pekee. Kuna rafiki yangu alikuwa na msemo wake, nasema shukrani zangu nilizonazo hata angebebeshwa punda asingeziweza. Nafikiri shukrani zetu tulizonazo hata angebebeshwa mnyama, labda zingekuwa nzito kidogo, lakini mnyama hashindwi na mzigo, au sio? kwa hiyo Uh, nashukuru kwa dhati kutoka moyoni kwangu kwanza, uh, kubwa la masemaji yote uh, Ahmed Ali, na tumekuwa tukiona habari zake na leo tunashukuru kuwa naye in the house, karibu sana. Lakini pia tushukuru uh, Simba Sports Club na Modeuji Foundation na Mix by Us na washirika wengine wenu wote ambao wamechangia katika hili. Kwa kuwa ni neno la shukrani, sitaki kusema sana. Ingawa kitaaluma ni mwanasheria, lakini msemaji Ahmed, najua wanasema kuliko hata wanasheria, mashallah <laughs> uh, ninaombi tu kwamba uh, mimi nimekutana na watoto hawa mwaka 2020, nilikuja kuwafutarisha na toka 2020 nimesalia, nimeloya, nimekuwa mwanafamilia Nakuomba brother Ahmed, kaihamasishe Simba, hawa watu wana uhitaji mkubwa sana. Hii isiwe ya mwanzo, endeleeni kuja, na sisi tunaahidi kama kituo, dua zitaanza leo, zimeanza leo, na zitaendelea jumapili and beyond. Tunawatakia mafanikio mema Amina. na mpate ushindi mkubwa sana Amina. Na mimi sina timu, lakini kwa sera zako <laughs>